Kitabu cha injili ya Mathayo, sura ya kwanza, na ya pili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Karibuni sana ambapo siku ya leo tunaenda kuanza kitabu hiki cha Agano Jipya kinachoitwa kitabu cha injili ya Mathayo. Ni moja ya vitabu vizuri sana katika vitabu vya injili kinachoongelea maisha ya Yesu Kristo kuanzia kuzaliwa kwake, utoto wake, mapito yake, uinjilishaji wake na mpaka mateso yake mpaka kifo chake na ufufuko wake. Katika kitabu hiki kitakusaidia kumjua sana mwana wa Mungu katika mafunuo ya neno. Hivyo nakuomba uwe na utulivu wa kutosha katika kukisoma, kukielewa na kupata ufunuo, na kuishi katika huo ufunuo, imani na matendo unaweza pia ukasoma na sisi kitabu hiki cha Injili ya Mathayo kwenye chaneli yetu ya YouTube na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Tufungue kwa sala, ili tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu amen. Baba Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya umuda tunaoenda kuanza kusoma kitabu cha Injili ya Mathayo tunakushukuru Mungu kwa ajili ya upendo wako pamoja na neema yako. Baba Mungu, tunakukaribisha, tunaomba uje mahali hapa. Roho Mtakatifu, utusaidie usomaji wetu. e Bwana, uwe na matunda na Bwana, tuweze kuelewa neno lako, ili tuendelee kutiwa uzima, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa Wedi Projekti, tuanze rasmi usomaji. Agano Jipya.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 Uzia akamzaa Yothamu. Yothamu akamzaa Ahazi. Ahazi akamzaa Hezekiya. Hezekiya akamzaa Manase. Manase akamzaa Amoni. Amoni akamzaa Yosiya. Yosiya akamzaa Yekonia na ndugu zake, wakati wa ule uhamisho wa Babeli. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekoniya akamzaa Shealtieli. Shealtieli akamzaa Zerubabeli. Zerubabeli akamzaa Abihudi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 Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii: nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herodi akawaita wale mamajusi faraghani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu akasema, shikeni njia, mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwa mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu dhahabu na uvumba na manemane mane nao wakwisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililo neno na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimwita na mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwa huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka miwili na waliopungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremiya akisema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezi mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa, kwa kuwa hawako. Hata alipofariki herode tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri akasema, Ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia kwamba Arkaleo anamiliki huko Uyahudi mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko. Naye akiisha kuonywa katika ndoto akasafiri pande za Galilaya, akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na manabii, ataitwa Mnazarayo.